Haja pepesa wala haja mumunya maneno. Kipenga chake kimesikika, akisema kwamba ni madhambi amechezwa ndani ya eneo la penalty, and yes it was inside the penalty area. Pacome Zouzoua aliucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara uka obstruct ukamzuia njia pin. Kamara amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba ngoma anamwambia kaa pale ulifanya vyema dhidi ya Ismailia compedo zuzwa kwenye zile tano, ni kuibia siri. Novemba tano yendo aliweka mkwaju wa penalti, atafanya nini? Pedro Pacome Zouzoua anapiga hatua zake na kuhesabu. Pedro Pacome Zouzoua furaha ya wananchi ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Kwa utulivu mkubwa kabisa, maguu kumi na mbili amemhesabia, na upande wa kulia, antisipesheni ya golikipa alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto. Tayari hawana presha, matokeo yoyote ya sare yanawapa pia ubingwa, ila wakifungwa wanamwachia Simba Pacome

Ya Sergeant Ibrahim Abdullah Baka ilianza kama utani, yeye ndio aloianzisha. Pedro Pacome Zouzoua akaichukua, akaipenyeza, ikapenya mithili ya sindano katika kitambaa cha sanda. Mzize akaikuta, akaiweka pabaya top, top, top striker. kwa sasa jezi yes, nambari ishirini na Francis Mzize muite Walid, anakutana uso kwa uso na Pinpin Kamara -pin anamwambia kama clean sheet umezoea kuzipata, ni kwa kwingine, sio hapa. Autopass ya Pacome Zouzoua, receiving ya maana ya Clement Mzize na finishing ya mkuu wa kulia.